Mechi zote za CAF lazima tiketi ziuzwe, lazima viingilio viwepo, watu wana tiketi waingie. Sasa namna gani watu watakuja? Tunatoa wito uh, kwa wadau mbalimbali uh, kwa namna yoyote ambayo unaweza kutushika mkono. Mkono wakati tunazungumzia kushika mkono, mojawapo ni hilo kwamba kuendesha mashindano haya ni gharama uh, na tiketi ni sehemu tu ya urushaji wa gharama ambazo huwa zinatumika kwenye mashindano. Kwa hiyo tiketi zitakuwepo. Uh, zitanunuliwa na wanaoweza kufika, watafika. Kwa maana wanaweza kununua tiketi, watanunua, lakini kuna utaratibu mwingine unaendelea una kufanyika. Uh, tunaendelea kutoa wito kwa wadau uh, nitanunua tiketi mia moja na nitazitoa kwa, kwa mashabiki wa hapa. kuna, um, kuna tawi ambalo mimi binafsi nilikuja kufungua la Mtoni Kidatu. Uh, lile tawi nilipewa heshima ya kuwa mgeni rasmi siku ya ufunguzi. Kwa hiyo nitaweka kipaumbele pale. Uh, nitapeleka tiketi mia moja pale, uh, tiketi hamsini pale na tiketi nyingine zilizobakia nitagawa katika maeneo mengine, na kama kuna wengine watuunga mkono itakuwa jambo zuri kufanikisha uh, watu kufika uwanjani. Uh, sisi tunaungana na serikali ya mapinduzi ya Zanzibar na familia yote ya mpira kuhakikisha tunapata uh, maendeleo ya kimpira lakini maendeleo ya kiuchumi na tunasonga mbele. Tunafahamu kwamba sisi ni wageni na tupo katika ardhi ya watu aa, na wenyeji wetu ni aa, serikali ya mapinduzi ya Zanzibar, na kwa kuli, kwa kulizingatia hilo tumekuja kuhakikisha na kuiomba serikali kushirikiana nasi katika michezo hii miwili kuhakikisha tunafanya vizuri na tunafanikiwa kwa namna moja ama nyingine, na kwa hilo, hapa kwenye simu nina nina nimepokea kwamba waziri yupo na anataka kuzungumza live uh, na kutoa neno ama tamko rasmi la serikali kuelekea kwenye michezo hii miwili dhidi ya Nairobi United, vile vile dhidi ya ya AS Maniema ambayo itachezwa tarehe moja na tarehe saba Karibu mheshimiwa. Asante. Uh, mimi naitwa Ali, mweshimiwa naibu waziri wizara ya habari Sanaa, utamaduni na michezo serikali ya mapinduzi ya Zanzibar. Kwanza nichukua nafasi hii kuwashukuru Azam, Azam TV pamoja na Azam Team kwa maana Azam Football Club kwa kazi kubwa na nzuri ambayo mnaoifanya. Nimepiga simu nilikuwa nafuatilia press yenu, nikaamua nipige simu kwa kutoa kauli ya serikali katika kuhakikisha kuunga mkono michezo yenu, kwa maana mechi zenu mbili, kwa maana y mechi ya Nairobi City pamoja na Manyema. Sisi kama serikali tunaendelea kuiunga mkono vilabu vyote, lakini hii kwa special Azam. Kwa maana kwanza, tunatakia kila laheri mechi zetu mbili hizi mushinde, ili muweze kuingia hatua ya robo kwa maana, kwa upande wa serikali tuta tutatoa ushirikiano wa kutosha kwa kila namna. Moja, nimeshatoa maelekezo kwa kamishina wa michezo kufanya utaratibu wa kuruhusu vilabu vyetu hivi ikiwemo hii Azam kutumia uwanja wa mau bure bila harama yoyote. Hayo ni maelekezo ya serikali, mheshimiwa rais katika kuunga mkono jitihada hizi katika timu zetu hizi ili ziweze kufanya vizuri zaidi. Kwa hiyo tutafanya pia ziara kuvitembelea vilabu vyetu ili kuona nini ambacho kifanyike ili kuweza timu zetu ziweze kusonga mbele. Kwa hiyo, ndugu zetu wa Azam, sisi kama serikali tuko pamoja na nyinyi katika kuhakikisha tutafanya hamasa kubwa kwanza kuhakikisha viwanja vinapata washabiki lakini la pili kuhakikisha ushindi unapatikana. Azamu ikisonga mbele, maana yake Tanzania imesonga mbele, nchi yetu inakwenda mbele, na Zanzibar pia imepata kutangazwa zaidi, kwa maana tunafahamu michezo yenu inachezwa Zanzibar. Kwa hiyo kwa upande wa serikali lazima tuiunge mkono kwa harama na hali zozote.